Naam, warigani mwana familia wa Mkubwa Media? Kama ni mara ya kwanza karibu sana e, Mwijaku ameweza kumpa maneno Kajala, au e, sio? ameweza kumpa maneno Kajala na kuna mmoja ama nyingine inaonekana kabisa kwamba e, Kajala anamuumiza sana. Eh, anamuumiza sana e, Harmonize. Hasa Mwijaku kupitia page yake Instagram akaweza kuandika maneno kwenda kwa Kajala ili haweze kumuelewa Harmonize, kwa sababu inaonekana upweke unaleta shida kwa upande wa Harmonize, anashindwa kufocus, anashindwa eh, kufanya vitu eh, na kuna mmoja manyingine inapelekea shida kwa mtu mwingine. Sasa mmoja akaandika kama kuna mtoto wa kike kama umeza makonde, basi aendelee kupiga kwenye mshono. Leo rasmi tumepata mbadala wa sing again hii, hii ni hit song ya dunia au sio? Akisema kwamba kama kuna mtu anamuumiza Harmonize o, anafurahia, uh, Harmonize hivyo kumuumiza, kumuumiza, kwa hiyo anafurahia, au sio? Na anasema kwamba tuweza kupata songo la dunia na mbadala wa single game, kwa sababu uh, kwa namna moja ama nyingine inaonekana kabisa kwamba uh, mapenzi imeonekana kumuumiza sana Harmonize, na amekaa chini ameandika ngoma kali, na hii inasemekana ni mmoja hapo ya ngoma ambayo itakuwa mbadala wa single game maoni ya mashabiki wakaja hapa, mmoja akaandika Harmonize ndio bongo flavor mwenyewe. Huyu ni Musa Senga e. Mwingine akasema mwandishi bora wa taifa, ukibisha kunja jiwe kuja. Maana najua sana kuna kama Harmonize anasema, Harmonize mzuri akitokea pembeni, fundi la melody, best songwriter according to the moment, kwamba huyu ndio best songwriter, hakuna mwingine. Anasema huyu bongo anaimba hatari sana, sema kitu mimi naona bongo kwa sasa tungempusha na hawa, maana ndo mwenye dream ya kuwa msanii international singer Kiukweli yani, hakuna uh, mtu ambaye ana dream kwenda international zaidi ya Harmonize. Dream yake kwenda tunata ile collab yake ya kwake pamoja na Abigail Chams, hili collab imeweza kufanya Abigail Chams kuweza kuitwa katika uh, tuzo za BET koo, inawezekana akaenda kushinda hiyo tuzo na kuwa miongoni mwa wasanii wa kike E, watakaoleta heshima taifa watakaoleta heshima taifa kwa kuchukua tuzo hiyo kwa mara ya kwanza. Tunaye e, ameweza kushirikiana na Harmonize, nasema hii ngoma ni kali sana da. Kwa hiyo tunaona kwa upande wa Mwijaku anasema kwamba kama kuna mtu anaendelea kumuumiza, e, Harmonize endelee hivyo, kwa sababu uh, tumeweza kupata mbadala wa tunaweza kupata mbadala wa, wa Harmonize wa, wa single game ambayo tunaona ilitoka baada ya kuachana na Kajala. Kwa hiyo yeye anasema kwamba kwa namna moja ama nyingine, anatamani kuona aumizwi hivyo, ili kuweza kutupa mawe, au sio? Tunaona mtu ngoma kwa mfano furaha, au sio? Mi e, tu e, nimefanya vizuri. Sasa, sasa hivi ni wakati wa kuja kutoa ngoma mpya. Dondosha maoni yako akishana na subscribe.